Serikali ya Tanzania na baadhi ya viongozi waandamizi wa Marekani wa wameelezea kutoridhishwa kwao na shirika la habari la kimataifa la CNN wakikosoa vikali utendaji wake kwa kukiuka kanuni za misingi za uandishi wa habari kama vile haki, usawa na weledi. Madai hayo yanafanana kwa kiasi kikubwa yakionyesha tatizo la kimfumo katika namna chombo hicho kikuu cha habari kinavyoripoti matukio. Sauti ya Tanzania: kuharibu uchumi, kupuuzwa kwa serikali. Serikali ya Tanzania kupitia msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, imesema kwamba taarifa za CNN kuhusu matukio ya uchaguzi mkuu zinalenga kuharibu uchumi wanchi, wa nchi, kupunguza watalii na kufaidisha washindani wa, wa kibiashara. Msigu alisisitiza hoja kuu tatu dhidi ya CNN: ukosefu wa haki na usawa. Serikali imedai kuwa CNN ilichapisha taarifa za upande mmoja kuhusu matukio ya vurugu bila kutoa nafasi ya kutosha kwa upande wa serikali kujibu. Si kweli kwamba ilishindwa kupata maudhui kutoka upande wa serikali kwa ripoti zao zote wanazozitoa za upande mmoja. Waache kuchagua kuripoti upande mmoja wakati upande mwingine wameunyima nafasi, si sawa, alisema Msigwa. Ukosefu wa weledi na vyanzo. Msigwa alieleza kushangazwa na chombo hicho cha kimataifa kufanya makosa makubwa yakimaadili kwa kuandaa makala yenye upande mmoja huku mwandishi anayehusika hakuwa nchini na alitumia picha za simu zisizokuwa na vyanzo lali na rasmi badala ya kuwasiliana na mamlaka zinazohusika. Uchochezi na machungu. Serikali ilimiza kuwa kujiepusha na uchapishaji wa taarifa zinazopotosha na kuzua taharuki au kuongeza machungu kwa wananchi badala ya kuacha tume huru ifanye uchunguzi wake. Hoja zinafanana: malalamiko ya fake news Marekani, malalamiko ya Tanzania yanaakisi hoja zizo zile zile zilizotumiwa na rais wa Marekani, hasa Donald Trump, dhidi ya CNN. Malalamiko hayo yamejikita katika madai kwamba CNN inakosa wiano na usawa ikielemea upande wa kisiasa wa demokrasia. Ulinganisho wa hoja za kiweledi, upendeleo na mtazamo: kama ilivyo kwa Tanzania kudai kuwa CNN ina ajenda ya kiuchumi, viongozi wa Marekani hudai CNN ina ajenda ya kisiasa ikiripoti kwa nia ya kupinga au kuharibu sifa ya utawala husika. Wanaamini CNN hutoa nafasi ndogo au haitoi kabisa nafasi ya kuwasikiliza na kuwaripoti kwa usawa, taarifa za kosa na vyanzo. Marais wa Marekani wametumia neno fake news kuelezea ripoti ya CNN ambazo wanadai kuzi hazijathibitishwa au zilikuwa na makosa. Hii inafanana na malalamiko ya Tanzania kuhusu matumizi ya vyombo ama vyanzo visivyo rasmi na ripoti ambazo hazikukidhi vigezo na viwango vya uchunguzi wa kiuandishi kuhatarisha maslahi. Trump alidai CNN ni adui wa watu na inafanya kazi kinyume na maslahi ya taifa anti-America. Hili linafanana na madai ya Tanzania kuwa ripoti za CNN zinalenga kuharibu maslahi ya kiuchumi ya nchi ya Tanzania. Hitimisho: lawama hizi za pande zote mbili za dunia zinaweka CNN katika hali tete. Madai yanayojirudia kuhusu kukiuka kwa makosa ya kiuadilifu na kiweledi katika uandishi wa habari, hasa kuhusu upendeleo na uzembe katika uhakiki wa vyanzo yanatoa taswira ya haja ya shirika hilo la habari kuzingatia zaidi kanuni za haki, usawa na umakini ili kudumisha uaminifu wake wa kimataifa. Taarifa hii ya uchambuzi inasema: CNN yakiuka maadili, Dar na Washington zahoji nia ya taasisi hii kubwa ya habari duniani.